Sisi baraza la vijana wa Chadema Taifa tu kwa kauli moja tunalaani vikali udhalilishaji uliofanywa na spika wa bunge Mheshimiwa Jobu Ndugai wa kuamuru askari wamwondoe bungeni waziri kivuli wa nishati na madini naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini vile vile mbunge wa jimbo la Kibamba, kwa haki yake kabisa, kwa mujibu wa kanuni ambazo spika ndizo zilizonazo mfanya yeye aendeshe bunge lile kwa mujibu wa sheria taratibu, na kanuni za bunge. Kuna lugha ambazo si za kibunge wakati Mheshimiwa Mnyika, wakati Mheshimiwa Mnyika akichangia mjadala, lakini baada ya hapo Lusinde mbunge wa Mtela wakati akichangia mjadala pia mjadala wake alisema wapinzani ni wezi, na akaenda mbali zaidi mbunge mwingine akasikika kwa sauti kubwa ambayo ipo kwenye video clip imesambaa nchi nzima na kwenye mitandao ya jamii, anasema Mnyika mwizi. Kwa utaratibu wa kibunge, inapotumika lugha ya kuudhi, lugha inayokera au kuleta e, sintofahamu na matusi kanuni zinaelekeza spika, alipaswa amsimamishe mbunge yule na kumwambia fute kauli ile. Na mbaya zaidi, mbunge yule alizungumza pasipo kuruhusiwa na spika, kwa sababu mzungumzaji alikuwa Livingston Lusinde. Mheshimiwa Mnyika, kosa lake yeye ni kuomba utaratibu ufuatwe na kaomba kiti, kama spika atoe maelekezo ya mbunge huyu aliyesema Mnyika ni mwizi ni nani, na chapili Lusinde afute kauri ya kusema wapinzani ni wezi, akiwafananisha na wezi wa madini. Wapinzani yeye kama naibu kama, kama waziri kivuli wa nishati na madini, ana wajibu na ana haki katiba, kwa mujibu wa sheria kuchangia mambo yote yanayohusiana na madini. Sasa swala la madini likiwa mishandled, serikali hii inaenda kupata hasara, lakini pia ni taifa zima tunaenda kuumia. Kwa hiyo ni swala la kitaifa, sio swala swala la chama, sio swala la mtu mmoja. Lakini cha ajabu linataka kuonekana kama vile sasa ni swala la chama au ni swala la rais peke yake. Rais peke yake hawezi hili. Lazima tuungane kwa pamoja. Wabunge wenyewe wa CCM wasifikiri hili swala wataweza wenyewe. Lazima tuungane. Nia yetu ni njema kukomesha wizi wa madini Tanzania. Wote hata wapinzani hatupingi hilo na tunalisimamia. Lakini taratibu unaweza kuwa na nia njema lakini njia ya kufikia nia njema ni ovu au ni mbovu. Na tumekuwa tunasisitiza sisi wapinzani njia ambayo imetumika kuzuia, ndio tunashauri kwamba sheria zitaenda kutubana. Kuna mikataba mingi ya kimataifa ambayo tumeingia. Tungetegemea spika angekuwa mtu wa kwanza kuweza kuunganisha bunge na sio kuligawanya bunge. Tungetegemea spika angetumia busara, hata kama busara basi ilikuwa imetembea au ameiacha nyumbani siku hiyo, angetumia busara za kikanuni zilizopo, lakini sio kuamlisha Sergeant at Arms, waende wakamtoe kwa nguvu na kwa kumdhalilisha kiasi kile hili jambo limetusikitisha vijana wa CHADEMA na ni jambo la hovyo na wala hapaswi kuigwa. Kama spika viongozi wenzake aangalie maspika wamekuwa wanaacha alama ata. kuna muda leo ni spika lakini kuna wakati atakuwa sio spika wa bunge, atakuwa mwananchi wa kawaida. Sasa kama ataruhusu nyumba yake hiyo nyumba tukufu bunge lianze kutoa amri ambazo ni of course ana discretion power kama spika, lakini discretion power zisitumike vibaya. Anapewa mamlaka ndiyo kikanuni ya kuamua mtu yoyote atoke, lakini adhabu ya, ya papo kwa hapo ilikuwa ya kumtoa tu hata nje kwa sababu amepishana kauli pengine, lakini alikuwa anadai haki ingeweza kutosha, lakini baada ya hapo kwa jazba anasema sasa, kuonyesha mimi ni nani kama spika, anaonyesha mabavu aliyopewa na sheria ya kuamua asikae nje kwa zaidi ya siku saba. Haya mambo tukiyaendekeza, na hii vita ya madini, kama tutafikiri kwamba tutafanikiwa kwa kuwabagua watu fulani, hatutafanikiwa. Taifa hili lazima tuwe wamoja dhidi ya hao wanyonyaji. Lakini tukijiuliza ni nani ambaye amesababisha matatizo haya, ni serikali hiyo hiyo ya CCM, miaka yote imekuwepo. Sio tatizo la Muhongo, ukimtoa Muhongo, tatizo ni mfumo wa kisheria ambao ndio sisi tunasema utamuondoa leo Muhongo. Juzi alikuwepo Ngereja na namsikia juzi Ngereja naye alikuwa anazungumza. Vijana tumemsikia Ngereja analaani na yeye, wakati alikuwa waziri mwenye dhamana ya nishati na madini alifanya nini wakati huo? Juzi analalamika eti mikataba iletwe bungeni. Muhongo ametoka, walikuwepo wa walikuwepo wakina Malima, leo nao wanalaani. Yaani, maigizo yanayofanywa na viongozi wa CCM ni, utashangaa kwamba wanasimamia zaidi masirahi mawaziri waliotoka madarakani, mawaziri waliotoka madarakani leo ndio wanalaani. Ukimsikia Nape na huyu anavyozungumza sasa hivi, sio kama alivyokuwa waziri. Ukimsikiliza Ngereja anavyozungumza sasa, sio wakati alivyokuwa waziri. Ukimsikiliza anatibaijuka, sio kama alivyokuwa waziri. Kwa hiyo, kumbe wakiwa mawaziri wananyamaza na wanakula hivyo vitani pasenti, wanakuwa kimya, ndicho wanachotufundisha sasa. Swala kubwa hapa spika ndio angekuwa mtu pekee wa kuliunganisha bunge vita ya madini. Vijana wa Chadema tunasema ili tufanikiwe, sio kwa spika kumfukuza Halima Mdee, si kwa kumfukuza Mnyika, si kwa kumfukuza Salome Makamba au mbunge mwingine yoyote bungeni. Tutafanikiwa endapo tutaenda kuwa kitu kimoja na bunge kukubali kushaurika, lakini vilevile kwa sababu bunge zima linaenda kuishauri serikali ifanye wajibu wake wa kuishauri serikali katika yale ambayo yametokea. Kwa hiyo tuna laani vikali sana jambo alilolifanya, ni la haibu na ni la hovyo. Limemshushia heshima, limefanya tuanze kukumbuka kwenye kampeni zake alishinda kwa kupiga watu na hakuchukuliwa hatua. Sasa huo ubabe pengine ndio anautumia hata bungeni. Is this is an abuse of the city of the chairman seat of the parliament. Ni abuse, ameabuse na kukinajisi kiti cha spika. Hatua hiyo aliyoichukua haikuwa sahihi. Sisi tunasema kama vijana, kwa sababu waliotukana ni wengine, waliotumia lugha zisizo za kibunge ni wengine. Mtu kuomba haki yake ya kikanuni ndani ya bunge, kwa sababu kanuni zinazuia mtu asitukanwe, kanuni zinazuia kusiwe na abusive language, kanuni zinazuia mtu asidhalilike. Yeye kama mwenyekiti, sasa spika wa bunge alipaswa atoe utaratibu, si kwa jazba na si vinginevyo. Malalamiko ya Mnyika unaweza ukasema kama alikubali ashakubali hakukaidi. Lakini kilichotokea ndicho hicho mpaka anafika sehemu anawaambia hata sergeant at arms hivi hao ni askari au ni watu gani? Au ni raia? Kwa hiyo maana yake alitaka kuona kwamba hata mitutu pengine itumike ndani ya bunge ndio arizike kuona kwamba hatua za kumtoa Mnyika zina zinafanyika. Zina, zina, zina, zina kwa hiyo jambo hili sio zuri hatulikubali na tunalilaani na hafai kuigwa kwa jambo hili. Si uzuri, na sisi tuna, tuna, tuna, tunamwasa kwamba akumbuke kuna maisha ya kuwa spika na kuna maisha ya baada ya uspika. Nchi yetu ni moja, nia yetu ni moja, tuunganishe mawazo. Bungeni ni sehemu ya kuchakata mawazo, tupate mawazo yaliyo bora, ili yaende sasa yakalisaidie taifa. Tukianza kuungana leo, mchakato wa madini ni wa Magufuli au ni wa CCM? Mchakato wa madini ni wa huyu, sio wa huyu Wazungu hawa tutawapa faida, kwa sababu watapata support. Badala yake tuungane kama kitu kimoja na kuenda kutetea maslahi ya taifa, what we call public interest. Unaweza ukawa sahihi tu, kwa sababu pengine yeye ni speaker wa bunge, na kwa sababu labda kanuni za bunge zinampa discretionary powers. Sasa kwa Kiswahili siwezi kujua ni nini discretionary powers na hizo discretionary powers sheria bado inaelekeza, pamoja na kwamba utapewa mamlaka ya kuamua jambo lolote kulingana na unavyoona inafaa, yasitumike vibaya, arbitrary use, kusiwe na matumizi ambayo ni mabaya. Swala la kuamuru atoke nje lilikuwa linatosha. Unapomnyima waziri kivuli wa nishati na madini siku saba kuhudhuria bunge, maana yake unataka E, utaratibu kama ni sheria au bajeti za nishati na madini zipitishwe jinsi mnavyotaka nyinyi, kuwa kwa upande mmoja wa chama tawala, kusiwe na sensi wala touch ya upinzani. Na upinzani sio ugomvi, upinzani huko pale kuweza kusaidia mawazo mbadala, ili tuweze kupata mawazo yaliyo bora zaidi kulisaidia taifa kusonga mbele kwa ajili ya maendeleo ambayo mheshimiwa rais kila siku anasema. Sasa unapomuondoa waziri kivuli wa nishati na madini ambaye anatoa hotuba mbadala mapendekezo ya bajeti. Inaenda kuathirika, tunaenda kuathirika hata kwenye namna ya kuchukulia haya mambo. Ili swala la makinikia tusilichukulie juu juu, tulichukulie, tusilichukulie kisiasa, tulichukulie kama swala la kimaslahi ya kitaifa. Ndugu zangu, tukishindwa kesi zile na hawa wazungu anaenda kuathirika, sio Rais Magufuli peke yake au CCM peke yao tunaenda kuathirika sisi Chadema na ndugu zetu wote na Watanzania wote bila kujali dini kanda wala itikadi zozote. Kwa hiyo ndio maana sisi wapinzani tuna uchungu nalo, tunataka kuwaelekeza njia iliyo sahihi ya kuweza kufikia hiyo nia njema ya kuondoa huu wizi wa madini. Hakuna mtu anayependa tuibiwe. Sasa maamuzi ya speaker anaweza ka revise pia, pengine aliamua kwa jazba, na mliona hadi amefikia hatua ya kuambia sergeant atiamzi hivi, nyinyi si askari. Ni udhalilishaji ule wale wana mafunzo na ndio maana wako pale bungeni, asema na maana nyinyi ni raia au si askari. Kwa alitaka wao wana mafunzo kuliko yeye kwenye masuala ya kijeshi, jinsi gani wamtoe mbunge, kwa sababu wanajua anakinga pia ndani ya bunge. Kwa ye, angeona labda anapigwa mitama pale, anadhalilishwa, ndio angejua kwamba wale ni askari. Kwa hiyo akubali Mheshimiwa Spika kwamba hapo alikosea ama aliamua kwa hasira, basi hasira hiyo kwa sababu kuna muda kila decision lazima ina revision. Tunaweza tukarevise. Madini haya yalikuwa yamefanywa maamuzi na ni mikataba. Tunarudi kwenye revision. Turevise hayo na turevise sheria. Vivyo hivyo uamuzi wa speaker unaweza kuwa revisable. Kwa sisi tunashauri alejee, atafakari, pengine ilikuwa jazba kwa mamlaka makubwa hayo, alitoa lungu kubwa kuua kuua nzi, alitumia bastola badala ya kumuua kwa kwa kiganja. Ilikuwa jambo dogo. Na aliyekosewa pale ni Mnyika. Kwa hiyo huyo huyo aliyekosewa ndiye aliyepewa adhabu. Kwa hiyo nadhani arudi tu vizuri, atafakari, na kuna uongozi wa bunge ukihusianisha kambi rasmi ya upinzani bungeni, wajadiliane kibusara jambo hili lisije likapita eh, kwa uonevu. Na Watanzania wengi wanaona kabisa kwamba hapa hapa kulikuwa hakuna maamuzi sahihi. Hata pengine mheshimiwa rais naye pia ameona, kwa sababu yeye ni sehemu ya bunge, lakini hayuko bungeni, lakini anaweza akaona, na shutuma hizi zikienda kwenye bunge, ukumbuke pia zinamchafua rais maamuzi yoyote ambayo yatafanywa visivyo na yakawa kinyume na sheria hata kama yakitendwa na mtendaji mdogo kule anaenda kupewa doa ni rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania polisi wakifanya hovyo na kuonea watu huku doa linaenda kwa, kwa rais kuna msemo mmoja unasema hata vita vipiganwe vipi sifa na utukufu huenda kwa nani kwa mfalme kwa Tanzania, mnakumbuka tulipigana vita ya, ya wapi? ya, ya, ya Uganda, mnakumbuka ile vita ya Kagera tulivyopigana, alisifiwa Mwalimu Nyerere kwa kushinda vita, si ndio? Si ndio, amiri jeshi mkuu bana. Kwa hiyo hata mabaya yakifanyika huku mtaani, mabaya tunayapeleka kwa rais. Kwamba watendaji wako wanafanya hovyo, kwa hiyo rais labda pengine amewaelekeza. Akifanya vizuri tunamsifia rais, kwa hiyo ndio maana ni wajibu wa kila mmoja wetu kutenda kwa kufata utaratibu wa sheria asa asipofanya hivyo tutakuja tena, na tutaeleza nini sasa. Kama kambi rasmi ya upinzani bungeni na sisi tutaenda kusekondi maamuzi ya kambi rasmi ya upinzani bungeni, nini tunaenda kukifanya, kwa sababu ni uonevu wa dhahiri bin shairi. Hakuna aibu, hakuna yani, ilikuwa wazi, video zipo eh, matamko yake yapo hay, hakuna hata Hansard, aweze kupitia Hansard, aweze kuangalia tena nani aliyekosea. Lusinda ametukana kambi ya upinzani ni wezi, bila ushahidi, bila vielelezo. kanuni zinasema E, jambo lolote linalozungumzwa bungeni liwe la ukweli na kuwe kuna ushahidi wake. Anathibitishaje kama wapinzani ni wezi? Lakini cha pili mbunge aliyesema Mnyika ni mwizi ana ushahidi upi? Kwa tutoke kwenye hizo vita, badala ya kusigana sisi wenyewe kwa wenyewe, tuangalie adui yetu ni huyo mkoloni anayekuja kutuibia madini na tumsapoti rais kama timu moja, lakini rais pia na timu zake zote pamoja na bunge wakubali kushauriwa na wapinzani, tunaonyesha njia iliyo sahihi, ndiyo ndia yetu njema hiyo. Sio kwamba tuna support eti watu watuibie madini. No. That's a position.